Hebu fikiria hivi. Unaamka asubuhi, unafungua YouTube au Instagram, na jina moja linaonekana kila kona Diamond Platnumz! Wimbo mpya? Diamond yuko. Show kubwa? Diamond tena. Tetesi za mahusiano e, bado Diamond alama ya nyota. Lakini cha kushangaza ni hiki: wakati watu milioni moja wanampongeza kwa mafanikio kuna kundi jingine la watu linabofya unfollow, linaandika comment za chuki, na hata kusema bila kiki, Diamond si lolote. Kwa nini msanii huyu ambaye analeta furaha kwa mamilioni, bado achukiwe na wengi? Leo kwenye video hii, tutachambua ukweli ambao wengi hawawezi kusema hadharani: kwa nini watu wengi wanamchukia Diamond Platnumz. Je, ni maisha yake binafsi? Je, ni majivuno au ni mafanikio yake makubwa mno ambayo yanawafanya wengine wahisi vibaya. Tulia hapo hapo, kwa sababu jibu linaweza kukushangaza. Kabla hatujaenda mbali, tafadhali gonga kitufe cha subscribe, maana hapa tunaleta ukweli bila kupindisha. Tuendelee. Kwa nini watu wengi wanamchukia Diamond Platnumz? Sababu ya kwanza kabisa ni hii, mafanikio yaliyopita kiwango Diamond Platnumz jina halisi Nasibu Abdul Juma amevunja rekodi nyingi. Amefikisha zaidi ya mbili bilioni za views YouTube. Amepiga kolabo na mastaa kama Neyo, Rick Ross na Davido. Huyu ni msanii wa kwanza Afrika Mashariki kutajwa mara nyingi kwenye BET Awards. Anamiliki jumba la kifahari, magari ya kifahari na hata ndege ya binafsi ya kukodisha. Watu wengi wanaposhindwa kufikia ndoto zao, mtu kama Diamond huwa kama kioo kinachowaonesha mambo wanayokosa na badala ya kuhamasika, wanachukia. Ni ile hali ya kwa nini si mimi, ambayo hujenga chuki isiyoelezeka. Sababu ya pili ni hii, staili ya maisha yake. Wengi wanasema anajisifia sana au anapenda kuonesha mali. Ni kweli, Diamond anapenda kuonesha maisha yake, Vakatio, Dubai, hadi birtdae za kifahari kwa watoto wake. Lakini hebu tujiulize ivi, kama na wewe ungekuwa na pesa zake usingefanya hivyo? Jamii yetu mara nyingi haina nafasi kwa mtu aliyefanikiwa kijana. Ukipanda haraka wanapenda kukuo, na ukishuka hapo ndipo chuki huanza kuota mizizi. Na sababu ya tatu ni hii hapa, mahusiano yake ya kimapenzi Wapo wanaomsema kuwa ni mtu wa michepuko, wengine wanasema anaumiza wanawake, na baadhi ya mashabiki wa wasanii wa kike aliowahi kutoka nao wanabeba chuki hiyo kama bendera. Lakini kumbuka maisha ya mtu binafsi si rahisi kuyahukumu bila kuujua ukweli wote, na mara nyingi tunachokiona mitandaoni ni asilimia ndogo ya hadithi nzima. Sababu ya nne, wivu wa wasanii wenza. Diamond hajafika alipo kwa bahati. Ameweka juhudi, amefukuzwa nyumbani, amelala studio, ameshindwa, lakini hakukata tamaa. Leo hii anaongoza Wasafi Media ub na amesaidia kukuza vipaji vingine kama Harmonize, Rayvanny, Zuchu na wengine. Sasa si ajabu baadhi ya wasanii, hasa waliomzidi umri, wanajihisi wameachwa nyuma hapo ndipo hutafuta kila sababu ya kumsema vibaya. Na sababu ya tano ambayo wengi hawaizungumzi ni ubaguzi wa mafanikio ya ndani. Wengi wetu tunapenda kuona msanii kutoka Marekani, Nigeria au Afrika Kusini akifanikiwa, lakini akiibuka mtanzania mwenzetu tunaanza kusema ah, huyo ni kiki tu. Tuna tabia ya kukumbatia vya mbali na kubeza vya kwetu. Diamond ni kioo cha taifa lakini pia ni kioo kinachotufanya tujihoji, mbona mimi siwezi kama yeye? Lakini hebu tujiulize, kama mafanikio yake yangekuwa ya kaka yako, dada yako, au jirani yako, bado ungemchukia? Au ni ule ukweli kwamba tunamwona kila siku hadi tunajisahau kuwa huyu ni mtu aliyefanikisha kile wengi wetu tunaota tu? Na bado hatujaangalia jambo moja kubwa ambalo linaweza kuwa ndio sababu kuu ya chuki dhidi ya chuki Diamond. Usikose sehemu ya mwisho, maana hapo ndipo tunafichwa sababu kuu ambayo wengi hawawezi kusema hadharani. Sasa ndugu yangu, hebu sikia sababu ya mwisho, na labda kuu kuliko zote, ni hii hapa. Diamond ni mfano halisi wa ndoto kutimia, na hilo kwa bahati mbaya ni jambo linalowaumiza wengi kuliko wanavyoweza kukiri. Watu wengi hawamchukii Diamond kwa sababu ya makosa yake. Wanaumia kwa sababu Diamond anawakumbusha ndoto walizozikata tamaa. Ni rahisi kumchukia mtu aliyekuja kutoka Tandale hadi anasafiri na private jet kuliko kukubali kuwa alijituma zaidi kuliko sisi. Wengine walikuwa na kipaji kuliko Diamond lakini waliishia kubweteka. Wengine walikuwa na nafasi nzuri lakini wakapuuzia. Leo Diamond ndiye anayetajwa kila kona na kwa hiyo chuki nyingi si kwa Diamond kama mtu bali kwa mafanikio yake yanayowaamsha watu usingizini: wa nisingekosea nisingekuwa hapa. Lakini je, hilo ni kosa lake? Hapana, mafanikio si kosa, ndoto si dhambi, na kuonekana kila siku si sababu ya kulaumiwa. Kama jamii, tuna kazi ya kujifunza kupongeza mafanikio ya wengine bila wivu bila bila chuki, bila visingizio. Leo ni Diamond, kesho inaweza kuwa wewe, na utahitaji jamii ikushangilie, sikukurudisha chini. Kwa hiyo swali langu kwako ni hili, unamchukia Diamond kweli, au unachukizwa na ukweli unaowakilisha? Tupatie maoni yako hapo chini. Je, unampenda au la, na kwa nini? Na kama unapenda video kama hizi, tafadhali gonga subscribe kisha like na share video hii kwa rafiki zako, maana hapa tunasema ukweli hata kama unaoma. Tuambie kwenye comment section, wewe unasemaje? Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa mashabiki wa muziki na wale wote wanaopenda mijadala mizito lakini yenye heshima. Mpaka video ijayo, kumbuka, chuki ni bure, lakini mafanikio yanahitaji bidii.